Kwa hiyo Yesu anangoja siku ya nne ambayo day, wanaamini believe, hakuna nafsi tena no mtu wameenda, na ndio maana Yesu alipokuwa anataka kwenda kaburini baada ya Lazaro uh, no raza, anasema usiende kule kwa sababu ananuka, lakini Yesu anaenda siku ya nne, ndo anaenda kufufua Lazaro. Watu wanasema ananuka, lakini Yesu anasema na kujaga kwa wale wanaonuka, wale ambao hawa huda. One, one, one. Kwa hiyo unapoamini Yesu aendei mtu nzuri, lakini Yesu anaenda anainuka, aliyezikwa, aliyeachwa. Kwa hiyo Biblia nasema akafika kaburini, na cua ananuka na hakuna mtu, hakuna mtu, hakuna no mtu ambaye anaweza

Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. M Yes. Jesus. Haendaki kwa kwa mwenye kunuka parfe sana. Does not go to those who are smelling perfumes. Ndo anakutengeneza. He is the one who makes you. Anakulokotaka sasa unanuka. He picks you when you are smelling. Anakuosha na damu yake. He washes you with his blood. Na alafu anakutengeneza. And then he makes you. Anapokutengeneza, and when he's making you, anakufanya sasa unanukia. He makes you not look uh, smell well like a perfume. Kila wakati huona. He looks at you, utamani. He is always admiring you, but he doesn't know ya kuwa that one day ni Yesu Jesus ni Yesu. It is Jesus. Kwa hiyo unapomwendea Mungu, therefore, when you run to God, lazima uamini. You have to believe.